Kama ambavyo mnafahamu e, vijana kadhaa wa Kitanzania walikamatwa katika mazingira tofauti tofauti kuanzia tarehe ishirini na saba mpaka tarehe mbili tatu hivi wengine nne na kuhifadhiwa katika vituo kadhaa vya polisi vikiwemo Oyster Bay police station na hatimaye kuletwa e, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu na kushtakiwa kwa makundikundi na mashtaka ya kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe na walifikishwa mahakamani kundi la kwanza tarehe saba mwezi wa kumi na moja kundi la pili tarehe nane na nafikiri kundi la tatu tarehe tisa ya kwa kuna makundi kadha wa kadha. Uh, leo hii kundi la hao washtakiwa wako jumla tisini na mbili wakiongozwa na dada anaitwa Pauline Liza Pallangyo. E, na wenzake tisini na moja, kesi yao iliitwa leo, kama nakumbuka, nao walifikishwa mahakamani tarehe saba pa, au niwasema Paulina Laza Pallangyo na wenzake tisini na moja e, mara kwanza walikuwa sabini na sita and then baadaye wakaongezwa kumi na saba na kuwa jumla ya watu tisini na mbili tisini na tatu hivi. Kwa shauri lao lilikuwa limekuja leo, limeitwa leo mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Makube, hakimu mkazi mfawidhi e, tumeingia mahakamani na tumefanya process za kisheria zikiwemo kuuliza status ya upelelezi, na kwa bahati mbaya upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo tunasubiria e, siku nyingine ambayo ni tarehe 25 Novemba, ili upande wa mashtaka waweze kutuambia wamefikia wapi kuhusiana na swala la upelelezi. Ya, kama nafahamu mashtaka ni mazito na ni vizuri e, watumio wakaweza kufahamu hatima yao kwa kwa, kwa haraka. Sisi ni mawakili, tunachokifahamu kwa mjibu wa sheria ni kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, kwa maana ya DPP, ndio amepewa e, e, mamlaka ya kisheria ya kuchakata watuhumiwa na kuwafikisha mahakamani, na vifungu vinavyohusika ni kifungu cha 92 cha mwe, sheria ya mwenendo makosa ya jinai, sura ya 20 marekebisho mwaka 2023. Kifungu hicho kina e, DPP mamlaka inampa DPP mamlaka mtaani na makana maarufu kama inaitwa nolle nolle nolle, sisi wataalamu tunaita nolle prosequi. Ni mamlaka ya DPP, kama ambavyo ana mamlaka ya kuwafikisha watumiwa mahakamani, pia muda wote ule e, u, kesi inapokuwa ina uhai, kabla ya hukumu kusomwa, anaweza kuiambia mahakama kwamba yeye hakusudii tena e, kuendelea na shauri hilo. Kwa hiyo tunafahamu, ndio ana mamlaka hayo Anatekeleza vipi, anapata wapi maoni, ushauri, msukumo, maelekezo, sio swala la kisheria, ni swala la kimamlaka. Navyosema, yeye ndo anaweza kufahamu kwamba uamuzi huo, kama ataufikia basi, anaufikia kutokana na msukumo upi. Kwao sisi, tunaendelea na kesi yetu mahakamani na kama kutakuwa na taarifa zozote kutoka kwa DPP basi tuazisikia mahakamani, lakini sisi kama mawakili tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kuwatetea wateja wetu hao ambao leo kama nilivyosema ni Paulina Laza Palangio na wenzake, na shauri hili limeahirishwa mpaka tarehe 25 mwezi wa 11, ambapo tutakuja sasa kusikia eh, kuhusiana na na, na, na, na hoja yote ya kisheria kama ipo. Na kama mtakumbuka, siku hiyo pia kutakuwa na shauri la eh, Jennifer Jovin almaarufu Nifa na yule binti Luthmelda Mel, Sila almaarufu Strong Eye, kama ambao pia nawakilisha nao nao shaurao utakuja tarehe 25. Tutafahamu iwapo kuna chochote DPP amekifanya, kwa maana namba moja kwetu muhimu zaidi ni kukamilisha upelelezi ili hatua za e, kuendesha kesi ziwe zimekamilika, na kama nilivyosema, kama yeye kwa, ma, kwa kutekeleza mamlaka yake ataona amepata msukumo maono, e, maelekezo e, basi atakuja kuiambia mahakama, lakini mahakama itakacho rekodi ni kwamba DPP hakusudi tena kuendea na kesi chini ya kifungu cha 92 ndicho kitakachoandikwa mahakamani, ndicho kitakachosomeka katika rekodi milele yote, na sisi ndicho ambacho tuna kisubiri.